Mheshimiwa mgeni rasmi, kila mwaka katika kuadhimisha maadhimio haya huwa kunakuwa na kauli mbiu ambayo unaotuongoza kitaifa na kimataifa. Mwaka huu kauli mbiu hii ilikuwa inaitwa Artificial Intelligence Consumer and Competition Policy. E, ambapo tumeweza kuitoa kwa Kiswahili inasema akili mnemba, watumiaji na sera za ushindani wa kibiashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbilu hii imekuwa kipin, imekuja kipindi ambacho taifa linapambana kuweka wiano sawia katika matumizi salama ya artificial intelligence kwa maana ya AI yanayolinda yana haki na faraga za watumiaji pamoja na kuongeza uwazi katika huduma za kidigitali. Uwiano sawia utasaidia kujenga ushindani wa haki sokoni hivyo kuwezesha ubunifu na kuongeza uzalishaji kwenye bidhaa na huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo, endapo artificial intelligence amana akili nemba itatumika vibaya inaweza kusababisha madhara ikiwemo kiukwaji wa haki za watumiaji kila, uh, kitu ambacho ni kinyume na sheria ya ushindani. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza kauli mbiu hii ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha hayo, tumetekeleza majukumu ya msingi kama ifuatavyo. Tarehe moja, mheshimiwa mgeni rasmi, Disemba, tumefanya mkutano na waandishi wa habari hapa hapa Dar es Salaam kwa lengo la kuzindua rasmi maadhimisho haya, kwa lengo ya kufahamisha umma uwepo wa umuhimu wa maadhimisho haya na wajibu wetu kama mamlaka ya udhibiti katika kutoa elimu masuala ya ushindani. Hata hivyo, mheshimiwa, tuliweza kufanya e, e, kutoa elimu katika e, makundi ya wadhibiti ina maana regulatory bodies, na lengo lilikuwa ni kuhudumisha ushirikiano na wadhibiti wa kisekta ili kuhakikisha kuwa masoko ya bidhaa na huduma nchini yanakuwa shindani, salama na yenye kuwalinda watumiaji.